Unatazama Uvira News TV. Asante. Asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa, wa Uvira News TV na karibu tena kuweza kufata kipindi chenu kipendelevu, kipindi cha tujuze na tunakuja hapa kuweza kukujuza na leo, tumewatembelea ambao walikuwa ni waandazi wa Uh, mashindano ambayo yalifanyika ya Uvira Gospel ambayo ilifanyika ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu mwezi wa tano ambayo fainali yake ilipigwa ilikuwa ni tariki ishirini na nane mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu na leo tuko mwaka wa elfu mbili ishirini na tano mwezi wa tatu tarehe sita ambapo leo tunakuja official kuweza kuwapatia uh, wale ambao ni washindi mshindi wa wa pili na wa tatu ambao waliweza kushinda katika tuzo hiyo ya Overa Talent Gospel, ambao wanakuja kupewa official vile vitu ambavyo walikuwa wakiahidiwa siku hiyo ya hiyo uh, shindano ambalo walilifanya hapo na leo basi, ndugu mpenzi mtazamaji, hiki ni kipindi kipya. Wakati walikuwa walipita katika kipindi ambacho kilikuwa kinapeperushwa kwenye kipindi cha Overstar News ambacho kilikuwa kinapelekwa naye e, mtangazaji e, Spider Google. Kwa sasa ni katika kipindi cha tujuze ambacho kinapelekwa nami Abubakari Kashindi Kamwanya. Ndugu mpenzi mtazamaji, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa interview hii, hadi pale ambapo utakavyoona ni part 1 part 2 pia ya interview hii itakuwa ni part 1 part 2, kwa sababu hapa tupige story kidogo, na hawa ambao ni ni waandazi kama jinsi tunavyowaona hapa pia watakuja kupiga story kidogo, na wale ambao ni washindi, mshindi wa pili na mshindi wa tatu. Usisahau kushare ku like pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV, ili kuwa kwanza kupata notification ya kazi ambazo tunazoendelea kuzifanya e, eh, jambo mkurugenzi, jambo jambo. Na kwa majina unaitwa Uh, kwa majina naitwa Lider Kalerano. Uh, bwana Lide Kalerano, e Kalerano Calera, na unaweza ukajitambulisha kwa wenye kutufata mida kama na hii Uvira News TV uh, kwenye kipindi cha tujuze, kwamba um, wewe ni nani na unafanya nini? Uh, mimi kwanza ni mwanamuziki, lakini pia ninakuwa producer na pia ninakuwa sound engineer, na ninaongoza eh, Uvira Gospel Talent kama vile Coordinator. Yeah, yeah. Na huyu ni coordinator wa Uvira Gospel Talent ambaye tuko naye hapa na upande wangu wa mkono wangu wa kulia tuna Jambo. Jambo. Naam, kwa majina unaitwa nani na unafanya kazi gani kwenye hii muungano wa Uvira Gospel Talent? Kwa majina naitwa kwa jina la Hikima Sikosiko Divin, mimi ni musicien, directeur artistique et puis directeur musical, structure ya Uvira Gospel Talent. Naam. Asante sana na leo sasa yapata miaka e, tunarudi kwako bwana, leo sasa yapata mwaka mmoja na nusu kasoro, mwaka miaka miwili kasoro miezi miwili, kutoka tamasha hizo za kuweza ku, kuwaona wasanii ambao Uvira Gospel Talent Uvira Gospel Talent iliweza kuwatoa e, mshindi wa kwanza wa pili hadi wa tatu, na leo ni official kuweza kuja ku, ku, kuwapatia vile vitu ambavyo mlikuwa mliwaahidi mli eh, siku hiyo kwenye tamasha kati. Tuambie imekutana na nini mpaka ikafanya miaka miwili mpaka sasa ndio kuweza kuja kuwafanyia ku, hicho kitu ambacho mlikuwa mliwaahidi siku nyingi yeah. Niseme tu kwamba eh, waliotufuata toka mwanzo Uvira Gospel Talent ni structure ya promotion ya artiste pour commencer na tumeunda hiyo structure ili kusaidia waartist wa, lakini sio kama kwa kuunda, tulikuwa na finanse ambayo iko ya ajabu wala tuna pesa nyingi ili kusaidia wengine, lakini ni ile moyo wa kusaidia wengine, ya kufikia leo hii karibuni miaka miwili toka tumefanya ile concours, ili kwamba tupane hii trofe leo wala ile pri leo. Kuwaganya ni kwamba tuliona eh, waganya ni waartisti, hatukuwa na pesa ya kuwapatia ilitakiwa kama waartist wanakuwa na maproje tuwasaidie kurealize zile proje zao ambazo ni nyimbo, lakini pamoja na ile hatakuwa pia eh, na finance ambayo nansema ina, ina, ina, ina ni iko pre, lakini tuko na watu walikuwa natudhamini na, na tutakiwa tutembee kwa ile mpangilio ya wale wadhamini wetu, sasa kwa ile kwa kuchukua mood, kwa kungoja jinsi wadhamini watarealize wata eh, eh, promese zao na kwa kungoja gisi kazi tatumika kwa studio, pia ni muda inachukua kulipitia mambo mengi katikati ambayo na je parne ku watu kujua. Lakini ni, ni kama hivyo retari ya hiyo mwaka karuna na miezi kumi ilikuwa jina ma moyens financiers zenye azikuwa disponible ni ndasema kwa Uvira Gospel Talent sababu ilitegemea wadhamini, lakini pia kisha mdhamini naye kulipa studio ilitakiwa pia kutembea kwa na mpangilio wa studio na, na, na labda Uvira Gospel nasikia ni, ni, ni kitu ambacho kilikuwa organization na, na watu fulani. Labda hii organization imetokea katika eh, label gani ambayo imewasupport mpaka kuweza kufanya uh, hiki kitu cha mashindano ya kutafuta vipaji vya wasanii waimbaji wa nyimbo za, za Gospel. Yeah, ambaye ni producteur wala, eh, financier supporter wetu mkubwa Ninaitwa MBS Production, ni maison de production, na label. Yeah. MBS Production ambayo imeweza kabisa kukuwa mzamini eh, wa kwanza kabisa kuweza kusapoti eh, kitu hicho ambacho kilikuwa kinaitwa Uvira eh, Gospel Talent ambayo imefanyika na kukumbusha tena mpenzi mtazamaji kwamba imefanyika uh, mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu, miaka miwili sasa kasoro miezi miwili, kwa sababu leo tupo mwaka wa elfu mbili ishirini na tano mwezi wa tatu tarehe sita yaani kasoro tu miezi miwili kama na siku ngapi hivi, ili mradi iweze kuhitimisha miaka miwili poa. Moja kwa moja tuweze kuja kwa bwana director, ambaye amekuwa anasimamia mambo ya music na wasanii hapa kwenye hii um, mashindano ya Uvira Gospel Talent. Bwana, tunakuja kwako, je, kuhusiana na, na kuweza kukaa kote huku hivi, labda maandalizi ya wasanii mekukosti nini, na wasanii labda label eh, BM production ilikuwa inawahamini ina, ina, ina, ina, ina wadhamini wasanii sawa sawa na kuweza kufanyia huduma ambazo eh, zilikuwa zipo sawasawa na jinsi mliweza kuaidiana katika mashindano yale siku hili. Eh, tunashukuru kwanza, tunatanguliza kwa kushukuru MBS ambayo imetunga mkono kwa kufanya hiyo kazi na wasanii wetu. E, Machalenja zilikuwa mingi, mingi kabisa. Lakini tunashukuru kwa kuwa tumepata hiyo fursa ya kutumika, ingawaje tunajua mambo ya studio ifo kuongea na wa musicians wenye mtatumika nao, mtembee usira muda wao yenye mtu wa oblige juu nao, ilikuwa kama vile msaada kwa kuwa tulikuwa na fond vraiment, ilikuwa ya hatari sana, ili tuwa tuwaezije watembee sawasawa na muda yetu, lakini tunashukuru kwa kuwa wa artiste wa, na walikuwa najidisponibilize, tukatumika kuanzia processes yote ya makomposition ya vraiment chaine yote logike ya music tukaifuatilia, na mpaka gisi tunafika leo kufanya production, tunataka kuifanyia ikwe public. Ndio kitu tunaweza kusema hapa kabisa, ni shukrani kubwa tu. Na, kila project yote watu wote wenye wanaelea icu ya muziki, wanaweza shuhudia kama muziki c'est pas facile, inabidi mkuwe vraiment mu, mu kama mkazi kama mkazi project, mnaweza kuiachia mji e, ndio kitu yenye naweza kusema hapo kufuatana na hiyo swali na labda watu wenye kutofuata mida kama na hii Uvira News TV, watarajie nini, aidha wategemee nini baada ya kuweza kuwapatia wale ambao ni washindi wa pili na watatu kuweza kupatia zile, zile kazi zao kukabidhi rasmi hapa kwenye eh, TV, Uvira News TV, leo hii wategemee nini zile tracks, zile kazi ambazo, zile kazi ambazo umezifanya watazipata kwenye platform gani na, na au zimesha kuwa tayari au zitapandishwa kwenye platform gani? Soma, wategemee kwanza kazi ya mzuri, kwa kuwa wanasema kila kichote kenye kinachelewa kina au kina kinakuwa kina kitu kizuri, na hiyo muda yenye tumekamata usi ya miaka miwili, kama vile miaka miwili ni c'est pas aussi pour rien make, kunapasha kuwa kitu kizuri kimetarajika pale na uh, vraiment tunajua kama na kitu kitapendeza watu na watafurahi, pia watabarikiwa, sio tu paske objectif yetu sio tu kufurahi, ni watu wabarikiwe kupitia hiyo message ambayo itakuwa na kuwa vijana kwa kusubscribe kwenye account zao na ku like na kushare pia kazi yao. Nadhani watawaambia ni Wilcams na Janet atawaambia hizo akaunti zao ziko aje, platform yosi ya Facebook najua itakuwa hapo, hata Instagram. Naam, na, asante sana, asante sana bwana director ambaye anasimamia mambo ya wasanii na kuweza kuwaongoza ndani huko katikati ya kuweza kuwafanyia kazi zao kusimamia kila kitu unavyojua kwa wale watu ambao wanaelewa sana mambo ya music gospel. Na labda coordinator, kwa mwisho, labda neno la mwisho labda unaweza kufanya ya, yaani neno tunyo kutufuata sahihi interview namba tu pamoja na wale watu ambao uliwashindi kwa sababu na shauku kubwa sana, at least watu wawezi kuona ni kitu gani ambacho mtakacho, kuwa umefanyia Uva Gospel, uh, Uvira Gospel ua uh, Talent, mnatayarisha nini tena kwa mwaka au mwaka ambao utakao kuja? Yeah, kwanza tushukuru tu watu kwa confiance sababu toka tumeanza Uva Gospel, Uvira Gospel Talent watu walionesha moyo wa kusapoti kabisa, ukiangalia nyuma wakati ya makunkuru walikuwa wengi sana kwa kutusapoti, hata kama kimia kimekua, lakini natumaini pia wataendelea kutusapoti na kusapoti sirtu wa artiste wetu, ili kwamba Mungu anaposaidia waende nao pia mbele kama wengine. Na kuhusu mipango ya mwaka huu itajulishwa baadaye, sababu eh, unajua kama tunapitia mengi sasa na wakati mwingine tunaingia tunakuwa confused na, yeah, na kukamata mipango zingine kwa haraka, lakini e, tutapanda mipango ya kazi zitakazofuatia as soon as possible. Naam, yeah. Yeah. Ndugu mpenzi mtazamaji, najua ume, umeona vya kutosha but uwacha mimi ni, ni, ni wachani na wachani na hawa Elimradi sasa wale ambao ni washindi wa tuzo hii. Ni part 2 ambayo inakujia sasa hivi, be ready na watch hapo hapo, elimradi uweze kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa utamu wa hivi ambavyo tunavyovisikia kutoka kwenye hii kampuni ambayo imekuwa ni, ni kampuni sugu ambayo imesimamia maandalizi ya hapo na kukumbusha tena mwaka wa 2023 kuweza kusimamia mashindano ya Uva, uh, Uvira uh, Gospel Talenti Uvira News TV kwa ajili yako. Uh, hii ni part 2 ya interview yetu ambayo inaendelea hapa kuna ko Uvira News TV. Kipindi ni tujuze, hapa pembezoni kwangu hapa ni nina ni wale ambao ni washindi watatu pamoja na, na wapili lakini, wacha kwanza tuanze na huyu ambaye ni mwanakaka ambaye ni mshindi wa pili. Kwa majina naitwa Uh, bwana Wilkan Simo tuambie hapa uh, unajisikia vipi leo si baada ya miaka uh, mwaka umoja na nusu kwa sababu kasoro miezi kama miwili tuweze kuhitimisha miaka miwili baada ya kuweza kumaliza eh, ambayo ilikuwa ni mashindano yenu ya Uvira Gospel Talent, na kuweza kutoka mtu wa pili na kuweza kushirikiana nao kwa miaka hii kuweza kufanya kazi zenu ambazo mmezifanya unajisikiaje leo? Oh, labda niseme tu nasikia furaha sana yeah, kuwa hapa na kuona kwamba ama jamaa wametimiza hadi zao. Nashukuru sana na nakuwa na furaha nyingi, niseme tu hivyo kwa ufupi. Asante na mnakuwa na furaha nyingi uh, at least kwanza mmefanya kazi ngoma ngapi na mmeproduce kwa nani na ilikuwa chini ya directing ya nani? So unajua, tulikuwa tuko ma artist ambao tumefanya hii mashindano na tukapewa tunzo. Mimi kibinafsi nimepewa tuzo ya nyimbo tatu yeah. Uh, nimefanya nyimbo tatu na mezo ya production yetu ilikuwa ni MBS mm -hmm. production. Yeah. Yes. Na kwa nyimbo hizo tatu nimeipanga kuwa EP EP inaitwa I Trust yeah. Sasa ina nyimbo tatu, nyimbo ya kwanza ni Porta Promise mm. ya pili ni, ni unanipenda na ya tatu ni naamini. Baada ya kuweza kuwa mmefanya me, me, production zenu, ni changamoto zipi ambazo mmezipitia katika mwaka mmoja na nusu hii ambao umefanya? Uh, kiukweli tumepitia mambo mengi. Tunajua tena habari za muziki ni, ni vita. Bila maombi hatungelifika uh, lakini Mungu ametuwezesha tukaonekana kuwa tumetumika kwa nguvu, na unajua mambo ilikuwa ni mazito kupata wanamziki, kufunga sauti, kufanya ma correction maediting za nyimbo zetu ilikuwa ngumu sana, lakini Mungu ametuwezesha na leo hii tunafurahi sana na kuona kwamba wametutimizia ndoto zetu. Asante ah, kufanya gospel ah, gospel ni, ni music ambayo inakuwa iko kiprofessional sana, inakuwa iko kiprofessional sana sanal, kwamba nilikuwa ni, ni, nimefanya long, long, ni, ni project ya, ya long term ambayo ilikuwa na siku ndefu sana huenda uh, imewachukua mm, e, difficulty to to. Wala mlikuwa mnakuja kwa program baada ya miezi miwili mwezi mmoja, au ilikuwa kwaje? Sisi tulikuwa tunajua kwamba haitachukua muda mrefu sana, kwa sababu majamaa wametuahidi na wamekuwa wa tayari kwa muda ule. Sasa ikafika kipindi ambapo mambo yakawa yanaenda vibaya mm. wanamuziki wakawa waonekani kucheza muziki na mengineyo na imeonekana kuwa hii kampuni haikuwa na, na wazamini ambao walikuwa active you know. Sasa wakaonekana kuwa wanazuia mambo yasiendi vizuri, na ikaonekana kuwa kubeba muda, kuchukua muda miezi miezi, hadi ikafikia mwaka na miezi fulani hivi. Naam ndugu wapenzi watazamaji wa Waswahili wanakuambia haba na haba ujaza kibaba, ndio jinsi kampuni yetu ya MBC iweza kutumika na vijana hawa, lakini wanafurahi kwa jinsi gani wameweza kufanya kazi na kuweza kufikia malengo na kuweza kufikia kile kitu ambacho walikuwa wameahidia, kwa sababu wanasema hadi ni deni. Na na hii hii, kweli deni yao itakuwa imelipwa leo na kampuni hii ambayo imeweza ku produce mwanzo hadi mwisho kwa hali mojawapo ya ya professionalism ambayo wameonyesha, kampuni eh, hii na upande wa pili hapa nina mshindi wa tatu ambaye ni mwanadada. Vipi? na kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Janet Ngeta. Janet Ngeta, eh, wewe ni mwana music gospel ndio? Nam. na hapa kwenye MBC MBS production. MBS production umepatiwa bahati ya kuweza kufanya tracks ngapi? nimepatiwa bahati ya kufanya tracks moja a ah, moja. Na nyimbo yako hiyo inaitwa nini? Nakotika na yete. Naona huko, ah, kabisa umetusafirisha mbali sana, itakuwa mwanzo mwisho lugha ya Lingala au umechanganya ndani Kiswahili na, na, na lugha zingine, Lingala na Fransi, unaweza ukatupa kionjo kidogo nakotika yete? Eh, nakotika zambete. Nakotika yete.

Hey, achie, achie hapo. Da, unasikia sound ilivyo, yani iko mrama. Sound iko safi sana sema. Kwanza nikwambie felicitation kwa, kwa sababu nasikia una kipaji ya kipekee na ume mimi kiupande nasema ume umestahili kuwa na nafasi hii. E, kwanza vraiment felicitation kwa hii kazi ambayo umeifanya. Sasa kwa muda wa hii mwaka moja na, na miezi nane ambayo umeifanya kwako imechukua muda gani kuweza kuproduce na kumaliza hiyo projet yako ya hiyo ya hiyo ngoma ambayo ulikuwa unaifanya? Sisi tulikuwa tunasubiria juu ni aidi waweza tu aidi atakuwa na ngoma, malgre ma difficulte zilikuwa za mingi, lakini tunashukuru gisi tunafika kwa siku ya leo. Nashukuru kwa hiyo na unaweza kuambia nini mbele ya Uvira News TV, vile vipaji ambavyo bado vinazurura eh, kwa kuweza kujifocus sana, wanafikiria kwamba kwenye makanisa tu ndio tutakuja kutoboa kinyume na kuweza kuja kutafuta nafasi au exil kwa hawa ambao ni Uvira Gospel Talent? Na Uvira, Uvira, Uvira, Uvira Gospel Talent, unawambia nini waishie hapa au waendelee? Waendelee zaidi hapa. Asa kaka, tuambie e, platform yako ya hiyo EP ya hizo ngoma zako tatu ambazo unasema umezitengeneza kwamba EP e, tutaweza tukaipata kwenye e, platform gani na e, tukaandika tuka nini kwa, ili mradi watu wenye kutofuata waweze kukufuatilia nyimbo zako. Eh, najua kwa siku si nyingi labda kesho kesho yake Watu watapata nyimbo zangu kwenye YouTube, inaitwa Wellcans Junior, ndo jina langu kwenye YouTube. So wakiingia wanaandika Wellcans Junior, watapata hizo nyimbo, na hata kwenye page Facebook watapata habari nyingi kuhusu mimi. Asante sana, asante sana bwana Wellcans Junior kwa kuweza kusema. Labda mwanadada, upande wa pili, platform yako ya watu ambao watakuwa wanakufuata wanakufuatilia, sa mashabiki wako yakoshasikia kionjo chako cha sauti yako, una sauti nzuri sana unawambia wakutafute wapi, ili mradi wao unafata kazi zako za kila siku, hata kama utakuwa kuusha kwa nje ya label hii, lakini uendelee kudondosha kazi zako pale. Bo, nitafute ku YouTube jina Janet Ngenda, hata kupaja Facebook pia Janet Ngenda, ku TikTok Janet Ngenda. Asante sana, anaitwa da Janet Ngenda ambaye mtakwenda mnamtafuta huko. Msisahau pia kushare na kulike kusubscribe channel zao hizo ambazo wamewambia, kwa sababu najua hapa kuna vipaji jinsi gani ameweza kujishuhudia wenyewe. Kipindi ni tujuze, na tumekuja hapa kukujuza kwa hiki kitu ambacho kimefanyika mwaka elfu mbili ishirini na tatu hadi leo tuko mwaka elfu mbili ishirini na tano ambapo tumekuja kuhitimishwa hiki kitu hapa. Basi nakutakia uweze kuwa mvumilivu. Eh, kidogo ili mradi uweze kuona ni kitu gani ambacho kitakachoendelea hapa kwenye eh, TV yetu ya Uvira News TV. Nyuma kamera Moses Majaga Yope. Asante. Zama Uvira News TV. Asante.